Hata hapa thapa Dar es Salaam wanawake wengi sana wana sheria wamesimama kidete sana katika kutetea haki za watu na hata haki za wanawake wenzao. Dar es Salaam ni moja ya mji ambao wajanja ni wengi, matapeli ni wengi. Ukipata watu ambao ni wazuri pia katika kutetea watu, maanake mji unakwenda vizuri sana. Ninyi wana sheria msiemkaniuliza zaidi kwamba nimejuaje kwamba wewe ni tapeli maana mkawii kunishtaki lakini, na mimi nita, nitaweka mwanasheria mwanamke aweze pia kunitetea huko. Lakini pia napenda pia kuwakumbusha hapa kwamba nchi yetu au nchini kwetu wanaume na wanawake sasa kumekuwa na maheshimiano mazuri, ingawa kama nilivyosema, bado kuna unyanyasaji unatokea mwingi sana Miezi kama minne pa Dar es Salaam ilisikika sauti huko na huko kwamba mwanamke huyo ametekwa ametekwa ametekwa, lakini mama mzazi wa yule mama wa yule mwanamke akasema, mimi binti yangu alipoondoka hapa alikuwa naongea na simu na alikuwa naongea na simu na mtu ambaye huwa ninamuhisi kwamba anaweza kuwa ni mpenzi wake. Basi yule bwana kamchukua kwenye gari, wamekuja mpaka mitaa ya Tabata. Tabata hapa wamepitiliza kuja mpaka mitaa ya Sinza, kaenda kuipaki gari pembeni, kamchinja. Akaona itoshi, kaita vijana kanunue mifuko kumbeba mzima mzima. Ameona itoshi akamcharanga vipande kama hamsini hivi ili kuweka kwenye mifuko kama kilo za nyama. Kichwa akaenda kutupa kule Tegeta, viwili akaenda kuvitupa kule Mbezi Beach. Sasa sisi tunafanya usafi kule, ripota wetu akatuambia kuna kimfuko pale kimoja, katika kufunga ni kama kuna vidole vya mwanadamu, kwenda kuangalia Bahati nzuri kimfuko hicho kilikuwa kina nguo aliyekuwa amevaa mama huyo, tukaita ndugu waliokuwa wanasema mtu katekwa, basi tukaangalia wakasema huyu ni yeye, kwa sababu alikuwa amepaka hina na vitu vingine vya namna hiyo. Mama mtu mzima, dada kabisa, kwenda tunamuuliza yule bwana baada ya kumkamata anasema mimi nilikuwa naona kama ana mahusiano na mtu mwingine. Kwa hiyo mahusiano na mtu mwingine ndio uweze kumchinja? Anasema kwa kweli, samani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, katika mazingira haya kumetokea na unyanyasaji mkubwa sana wa mwanamke mpaka kupelekea kifo chake. Sasa nimeamua kufanya reference ya mambo haya manake nini? Moja ndio ile kwamba your your ego is your friend and your ego is your enemy. Lakini mbili ndio ile ambayo nilikuwa naisema kwamba maisha yako na, na umadhubuti wake kwa leo yanatokana na decision na choice unayoifanya. Umefanya choice gani ya kumpata nani? Kwa sababu kama ukiwa na mtu anaweza kukucharanga vipande kumi afu akasema samahani, nadhani wanawake mza mkaona mnapitia magumu kwa namna gani. Lakini je hali hiyo ipo tu kwa wanawake? Yaani wanawake tu ndio wanafanyiwa hivyo? Hata wanaume wanafanyiwa hivyo. Mmeona juzi, leo kama wiki moja imepita tunamshikilia mwanamke mmoja ambaye baada ya kugombana mume wake na akaona kwamba mume wake ni kama na mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine, akamkata uume, akasema sasa ndio ukome. Sasa unaweza ukaona pia yani nabidi unakaa kimachomacho, unakuwa na mtu lakini unasinzia, alafu unaangalia, unasinzia tena, unaangalia, maana huelewi kitakachofanyika hapa. Sasa mnaweza mkaona kwamba huu ni ujasiri kwa namna gani? Lakini katika kuhitimisha haya ni kwamba bado tuna safari kubwa sana ya kuweza kuelimisha watu kuhusu masuala ya msingi, moja ikiwa kuepukana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia ambao unaweza ukaleta vidonda na maumivu makubwa kwa jamii inayobaki.